Yes, mambo poa kabisa mwana unaendelea sawa, sawa, vizuri kabisa, na kila mmoja anakuwa anasubiri kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kinaendelea kati ya mataifa mawili ambayo yamekuwa na machafuko ambayo ni Ukraine pamoja na eh, Urusi. Ikumbuka alikuwa amekwisha kutangulia siku ya Jumatano na kusema kwamba anamsubiri Putin aweze kufika then makubaliano yao yaweze kuendelea. Lakini mara baada ya jana eh, Putin kuweza kutuma taarifa usiku ankuea kutm E, wawakilishi kutoka Ukraine pamoja na Urusi kama kama kama yani e, e, Uturuki kwa ajili ya mazungumzo ya kwanza kabisa ya amani ambayo sasa hayo kati ya vita vyao vya miaka mitatu baina ya mataifa hayo mawili kukwepa kushiriki mazungumzo hayo ambayo pia iliweza kuandaliwa na rais wa Uturuki ambaye anafahamika kwa jina la eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, wa huko Uturuki. Sasa katika hatua nyingine pia Rais Donald Trump la, wa, kutokea kule nchini Marekani ameweza kusema kwamba hata, hata taraji kama eh, kutafikiwa makubaliano yoyote hadi atakapo eh, kutana na Rais Vladimir Putin ambaye anapatikana huko eh, Russia ama Urusi. Sasa Trump pia aliweza kuambia waandishi wa habari aliposafiri nao kwenda kwenye ndege ya eh, Rais wa Air Force One. Walipokuwa eh, wakielekea Umoja wa Falme za Kiarabu huku eh, akitoa wito wa kumaliza kwa vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine akisema kwamba watu wengine ambao wanaendelea kufa, watu wanakufa e, wengi zaidi. Ikumbuke e, kwamba pia e, Trump pia alikuwa katika ziara yake ambayo pia bado anaiendelea ambayo alianzia kule katika nchi za Kiarabu, alianzia kule Saudi Arabia, lakini pia e, anaweza kufika na kule Qatar na nchi nyingine kibao. Ameweza kulizungumzia e, swala hili. Mambo mengi yamekuwa yakiendelea kutokea sana, mara huyu anamtuma mjumbe na mwingine anatuma wakilishi sawa, so, wakilishi pia na wenyewe wanategemea kukutana huko e, Istanbul na, uh, na inasemekana kwamba urais wa Uturuki pia aliweza kuwaalika Putin pamoja na Zelensky lakini design flani kama Putin ameanza kukwepa kwepa fulani hivi sasa yapi atatokea kuhusiana na hiki endelea kutufuatilia kwa sababu sisi tutakuwa tunakupatia habari lakini pia updates kuhusiana na e, masuala haya ya wawili hawa e, Ukraine pamoja na Urusi subscribe channel yetu lakini pia ukilike, ukicomment, ukishare utakuwa umetisha kinoma noma